E bwana, kuna hii interview ambayo imefanyika na, na hii interview bwana, kiukweli alikuwa Eh, ni kwamba imewakera watu wengi sana. Na katika hii interview ni kwamba kuna mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Love. Love jua kali ni mwigizaji, ni social media influencer, lakini pia ni moja kati ya eh, wadau wa entertainment industry. Watu wengi sana wanampenda, ta wanampenda sana huyu dada Love kutokana na kwamba ni mcheshi, ni ni mdada fulani hivi mnene. Au vibwana, watu wengi sana nadhani wanamfahamu. Sasa Love amekuwa akiulizwa maswali mengi sana kuhusiana na mahusiano yake, mwonekano wake kama ni changamoto. Sasa hii interview imewakera watu wengi sana, hususani huyu dada alikuwa na muoji Lavo, akawa anamuuliza kwamba je, kuna changamoto zozote ambazo unapitia kutokana na muonekano wako. Eh, Lavo akasema kwamba hapana, kwa sababu yeye muonekano wake ni mtu uniki, hakuna mtu mwingine ana muonekano kama wa kwake. Kwa hiyo muonekano wake ni kitu positive kwake, kwa sababu ndio brand yake. Lakini pia Lavu akaulizwa tena swali jingine kwamba kwa cool, kwa alibadilisha sensitive, personal, uh, watu wengi sana waliona kama vile huyu mwandishi wa habari alivyomuuliza swali hilo Lavu, ni kama vile sababu yeye alimuuliza kwamba je, una boyfriend. Umeona bwana eh, kitu ambacho watu wengi sana wameona kabisa kwamba ni jambo ambalo lilikuwa sio zuri, umeona. So ni kitu ambacho watu wengi sana wakupendezwa nacho kuona kwamba Love anaulizwa swali kama hilo kwamba eti boyfriend wako yukoje na vitu vingine kama hivyo, ni issue ambayo ilikuwa kama vile insulting, so Haji Manara amekerwa vibaya mno kuhusiana na hii ishu, na ameamua kulizungumza hilo swala kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ameposti hicho kipande cha hiyo interview kisha akaandika kwamba hii ni stupid question. Yani hili ni swali la kipumbavu toka kwa binti mwandishi, kutoka kwa binti mwandishi asiyejielewa na asiye na utu, umeona eh, alafu kisha akasema kwamba swali hili mwenye, mwenye... Majawabu, mwenye majawabu yake ni Mungu pekee aliyemuumba yeye na kutuumba wote akiwemo muuliza swali. Na kwa upuuzi ule ule, swali la kwanza mwandishi anauliza tena eti, eti swali baya lisilo na chembe ya ubinadamu, eti boyfriend wako yupoje? Yani ulitaka awe vipi? Wako wewe yupoje bibi mwandishi? Manara amehoji, akaendelea kusema kwamba au mapembe au, au ana mapembe kichwani au ni handsome sana na haendi chooni au ni Michael Jackson? Ameuliza hivyo. Manara akaendelea kusema kwamba ungekuwa Manara TV kwenye media yake yani, yani kazi ungepoteza dakika hiyo hiyo uliomaliza hii interview pumbavu kabisa. Tasnia yetu imevamiwa aisee meona kwa hiyo Manara ameandika hivyo akidai kwamba tasnia imevamiwa, watu wanauliza maswali ambayo sio ya kiubinadamu maswali ambayo ni pointless. Lakini pia akaendelea kusema kwamba bwana Lavu, usijali wewe ni binti jasiri na kisha muungwana mwenye kuwa, mwenye, mwenye, kuchanga hadi, mwenye kuchunga hadi muda hilo na alithibitisha 100%. So hicho ndo kitu ambacho Manara amekuja kukiandika. Wadau mbalimbali pia wamekuja kuweka maoni yao hapa. Kwa mfano, Maimatha amesema kwamba bwana, mtihani mkubwa eh, kwa tasnia eh, na washukuru eh, madada zangu na nyie pia vilevile makaka zangu, mmekuwa kioo kikubwa kwetu kwa hizi kazi. Allah awalipe. Mmah eh, Martha ameandika hivyo. Watu wengi sana hapo wamekuja kudondosha matusi, wamekerwa wa na maswali hayo ambayo mwandishi huyu mwanadada alikuwa akimuuliza Love jua kali. Ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu tuwekee maoni yako, nalizungumziaje hili, maana nashindwa kusoma hizi comment nyingi, ni matusi eh, lakini pia comment hapo, maoni yako pia hapo chini utakuwa tukisoma na kureply kila comment. Lakini pia, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.